Karibu kwenye usiku wa Lady Jaydee miaka 25, leo tunasherehekea, hongera sana. Karibuni sana. Nimefurahi kuwaona wote hapa. Sawa. Tunafahamu ina hata diary yako inavyosema ni miaka ambayo yenye majaribu na mafanikio. Mm. Na ndio maana ukaanza na diary. Kwa nini, kuna nini bila kuongea? Na ndio maana jana umeanza na diary. Leo hii tunafanya uzinduzi huu. Tuna, tunafanya usherehekeaji huu. Una lipi la kuambia Tanzania? Na washukuru sana kwa support ya miaka 25 na nawaambia kuwa tutaendeleza mapambano na tuko pamoja katika burudani. Okay, kwa miaka yako ishirini na tano kwa mtu ambaye ni binti mdogo amekuja elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini kuja una, juu una, una lipi la kumwambia kuhusu muziki wa Jide? Kila kitu kinawezekana mm. endapo una nia mm. ya kukifanya mm. sawa. so, tumesikia kuna Silver concept Amba... Indo Silva Silva concert. Na uzinduzi wa albamu na mwendelezo wa kuzunguka mikoani kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni ukoje? Uh, albamu itatoka baada ya hii concert. Mm. Na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma. Mm. na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza. Mm. Na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam tunakwenda Dodoma alafu takuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jide? Uh, kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu, lakini ni stori za maisha yangu mm. ya utoto ninapokuwa na muziki mm. kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni, ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia, lakini hawana uhakika au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu, lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na story siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi ikufikie inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, muziki wako najua ni kipaji, ni maisha yako. Una ukomo? Labda baada ya miaka 25, useme sasa, hebu niwachie na mabinti wengine waendelee. Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement mm. kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa ni umejiajiri wewe mwenyewe, alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda, hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwaani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokuishia, kwa sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa, sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako, siku unapouachia ina maana ndio umekufa. A ongera sana miaka 25 t na safari ya Lady Jaydee mpaka kufikia leo, ina mchoro gani kwa wana muziki wanaokuja sasa hivi na watu wanaofahamu Lady Jaydee kwa sasa kizazi hiki? sa kingine, nafikiri mchoro halisi ni picha kubwa ya kuwa imara na kukiamini kile unachofanya, na kwenye yama miaka ishirini na tano yako leo, wakati unaendelea kufurahia. Ni tukio gani ambalo lilikurudisha nyuma, lakini ulikuwa ni mwanamke imara ukasimama nayo? Nafikiri leo kwa kuwa tunasherehekea na tunafurahia ushindi na mafanikio mm, ni vizuri kufokas na mambo mazuri zaidi kuliko kufokas na mambo mabaya. Tunakwenda kusudia Lady Jaydee wa namna gani, Lady Jaydee ambaye mnamfahamu na Lady Jaydee ambaye amemfahamu na Lady Jaydee mnayempenda mamangu mzazi sio mwanamke mwingine hasa katika siku hii leo, mimi kama mwanamke na wanawake ambao ni kama walezi wa jamii na walezi wangu, mimi nimeona ni busara sana kutoa heshima kwao, kwa sababu kwanza ni kwa mama yangu ambaye amenilea na mama wa mume ambaye nilikuwa nimeolewa na mama ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo ni kioo kwa wanawake wote katika nchi hii. <tipa> <tipa> Wasanii wanaofanya muziki ni wengi sana uh, lakini wewe ni mwanamke pekee ambaye leo na release album yako ya kumi uh, kitu ambacho hamna mwanamke ambaye I mean, wa msanii wa Bongo Flavor ambaye amefanya hivi na na wanaendelea kufanya. Una uh, kipi cha kuambia wasife moyo? Kila namba huanza na moja, na hakuna safari rahisi wala hakuna safari ya haraka, kwa hivyo katika kila mwanzo walioanza kuna matumaini mbele na mwanga upo, kama wataweka nguvu katika kila kitu. Albamu kumi sokoni, zime, zime, unafurahia matunda ya huo muziki wako. Tuseme leo unamwambia binti anaanza muziki, mimi muziki ulinilipa, pamoja na ngo kolote, ila nafurahia, umenipa hiki na hiki. Muziki ndio kila kitu katika maisha yangu, na sina kitu chochote ambacho naweza nikaficha au kitu ambacho mtu atasema. Mtu ananijua kwa sababu ya nini? Muziki. hmm ya yeah. let, the deal, let the na na kula ah uh, kuanza kwa watu wanabadilika kila siku. Yeah. Kwa U... yu, kila siku U... siku siku eh Eh, hiyo ni vitu vitu vipya tofauti vile ambavyo lakini yeah. Ukiacha wanawake watatu ambao umesema una dedicate siku, kuna watu wengine unawakumbuka kwenye muziki wako? Najua wako wengi, lakini ambao utamani unatamani kuwashukuru kwa kusapoti na kukusaidia wanawake wapo wengi, wanawake ambao hata kama support sio ya moja kwa moja, lakini mtu yeyote ambaye umekuwa ukimsikiliza akakuinspire mm. ni kitu ambacho unatakiwa kukishukuru, kwa sababu kimekujenga na kukufanya ulipo. Kuna watu kama Patricia Hillary niko naye usiku wa leo mm. kuna watu kama Adija Kopa, watu ambao wamekuwa ni role models wetu mm. Kuna wengine mm. wa nje ya nchi ambao hata hatujawahi kukutana, kwa hiyo shout out kwa wote. Ukiacha okay, wanawake mwingine, mm. nani unatamani mshukuru siku ya leo kwenye muziki wako ameplay namba kubwa, nafasi kubwa? uh, Master J mm. Taji Liundi mm. Mike Mwagama na wengine wengi sio sikumkumbuka kila mtu. Marehemu Gadna unaweza, Ruge Mutaba mm. Joseph Kusaga na wengine wengi Okay, mm -hmm. umekuwa ukifanya live most of the time kwenye show zako, lakini wasanii wetu bongo wanalalamikiwa sana kwenye issue ya live uh, wapo week na last time umeona issue ya BN uh, Zanzibar. Na kitu gani cha kuambia wasanii wa leo ambao wanafanya muziki? Kwa kweli leo sikuja kutoa ushauri, leo nimekuja ku celebrate, naomba tu celebrate na tusiende kupeleka negativity, naomba tupeleke positivity kwa sababu hicho ndo kitu tunachokii. Lady Jaydee ni mwanamuziki ambaye unapishana sana na Kiki, unaamini katika nini kwenye muziki wako tofauti na Kiki? Naamini katika muziki mzuri. Safi. Sawa, wish you you the best. Thank you. Asante ni jamani, karibuni nawapenda sana. Naendelee mkapelekee ujumbe mzuri mzuri mzuri. Karibu kwenye usiku wa LJD miaka 25, leo tunasherehekea, hongera sana. Karibuni sana. Nimefurahi kuwaona wote hapa. Sawa, tunafahamu ina hata diary yako inavyosema ni miaka ambayo yenye majaribu na mafanikio na ndio maana ukaanza na diary. Kwa nini bila kuongelea na ndio maana jana umeanza na Dar, leo hii tunafanya uzinduzi huu. Tuna, tunafanya usherekeaji huu una lipi la kuambia Watanzania nawashukuru sana kwa sapoti ya miaka 25 na nawaambia kuwa tutaendeleza mapambano na tuko pamoja katika burudani. Okay, kwa miaka yako 25 kwa mtu ambaye ni binti mdogo amekuja 2025, 2020 kuja juu una, una, una lipi la kumwambia kuhusu muziki wa kila kitu kinawezekana mm. endapo una nia mm ya kukifanya mm, sawa. So, tumesikia kuna silver concept amba... ndo silver concept na uzinduzi wa albumu na mwendelezo wa kuzunguka mikoani kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni, ukoje? Uh, albamu itatoka baada ya hii concert mm, na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma mm, na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza rena mm na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam.